Katika siku hizi mbili ambazo zinaambatana na tukio la Ghadir, wameamua kufanya uadui kwa ardhi takatifu ya Jamhuri ya Kiislamu, lakini wamekumbana na wao na pigo zito ambalo hawakulitarajia. Kwa hiyo pia tunaipongeza Jamhuri kwa kuendelea kunyanyua vichwa vya Waislamu duniani, si kuonesha udhalili pale wanapopigwa maneno mazuri ambayo aliyasema alimu lkabir, mmoja wa maulamaa wetu alisema kwamba na ni maneno ya Amiri lmuminina Ali, ruddu lhajara min haithu jaa, lirejeshe jiwe kama lilivyokuja jiwe, vile livyo mtu alivyokupiga, vile vile nalikamate mpige nalo kwa hiyo akiwataka wanajeshi wa Jamhuri na warejeshe jibu kama vile lilivyokuja. Kwa hiyo tunapongeza Jamhuri kwa kunyanyua vichwa vya Waislamu katika masiku haya ya kutangazwa amiri lmuminini, ambaye ndiyo tunaimfuata na ndiye wanaomfuata Jamhuri kwamba ni kiongozi baada ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Allah Allah Allah, leo tuko katika sikukuu kubwa taban kwa wafuasi wa Ahlul Bait. Hii ni sikukuu kubwa, hii ndiyo itikadi yetu. Kwa nini? Kwa sababu masiku haya Mwezi 18 Zulhijja, usiku wa leo tukiamkia kesho Jumapili, mchana wake tukio la kutangazwa Amirul Mu'minin Ali, kutangazwa rasmi, kwa sababu tayari bwana mtume alishamtangaza mara nyingi kwamba Ali ni kiongozi ali ni khalifa, Ali ndiyo wasi wake. Alishayasema hayo, aliyasema mwaka wa tatu tu, alipopewa amri ya kudhihirisha tabligh. Alipopewa amri wa andhir ashirataka al-aqrabin, amri hiyo alipopewa kwamba watangazie watu wako wa karibu kwamba wewe ni mtume na umekuja na jambo hili zito, na wakusikilize, wakuunge mkono. Bwana Mtume sallallahu alaihi wa waalihi wasalama akawakushanya ami zake baba zake ndugu zake wote. Kabla ya hapo, alikuwa akifanya tablighi ya siri, ambayo ilifanyika miaka mitatu, anafanya tablighi ya nyumba kwa nyumba kwa watu maalum, lakini ilipokuja amri hizi kwanza watangazie watu wako wa karibu, waonye watu wako wa karibu, fanye tablighi kwa ndugu zako, waeleze hili ulilo nalo. Na akawakusanya akawapikia biriani nzito, wali uliliwa hapo, ilipikwa pilau nzito eh, na ndio maana katika kila jambo zuri mtu akitaka kufanya jambo zuri asiache kuweka pilau, ndo walima wali mawali, ule anaitwa wali. Kwa hiyo tukifanya shughuli kama hizi, alhamdulillah nawapongeza ndugu zangu wafansiti wakiongozwa na ndugu yangu Intivar, lazima pilau iwepo, kwa sababu anajua ni jambo zuri. Mtume aliandaa pilau akawaita mizake wote, kina Abu Lahabi wote Akawambia maneno mazito: mimi nimekuja, mnaniamini ni mkweli mwaminifu, nikiwambia hapa nyuma ilipokaa pana jeshi limekusanyika, nataka kuwavamia, mtaniamini? Kisema ndio, kwa sababu wewe ni swadikul amin. Akawambia ndugu zake, basi mimi ni mtume wa Mungu nimewajieni na jambo la Uislamu, mumwabudu Mungu mmoja, muache kuabudia ma, masanamu na muache mambo yote na nani yuko tayari kuniunga mkono katika jambo hili? Wazee waliokuwepo wote walikataa, wote waliinamisha vichwa chini. Amiri lmuminina Ali akiwa bado ni kijana Akasimama hazidi miaka kumi na tatu, akasimama akasema, mimi ya Rasulallah, mi niko tayari. Akamweka kitako, akatangaza tena, hakuna aliosimama katika wazee. Akasimama Ali akatangaza tena mara ya tatu, hamna aliosimama. Akasimama Ali akawambia, hadha akhi, huyu ni ndugu yangu. Huo ni mwaka watatu. Hadha akhi wa wasiyi wa khalifati fikum fasma'u lahu wa atiu, huyu ni ndugu yangu, ni wasi wangu na ni khalifa wangu, kwa hiyo mumsikilize na mumti. Maneno hayo ni mwaka wa tatu, kwa hiyo Amirul Mu'minina Ali alitangazwa tokea mwaka wa tatu kwa ni khalifa lakini kwa vile watu wamefariki wengine wamekuwa wakubwa na wengine wamezaliwa, tukio lile hawakuliwahi. Ilipofika mwaka wa kumi hijiria, bwana Mtume sallallahu alaihi wa sallam anatoka hija yake ya, ya mwisho mwenyezi Mungu subhanahu wa taala

Sio Qurani ya Mashia, Qurani hiyo hiyo inasomwa na waislamu wote. Ndiyo, aya hii inapatikana katika surati Al-Maida. Hapo ni mwaka wa kumi, tayari swala ishafaradhishwa, zaka waislamu wanatoa, funga wameshafunga tayari. Hija ni hii, ndio wanarudi kufanya ibada ya hija na mtume kwa hiyo amali zote ziko tayari. Matendo yote ya ibada tayari yameshafaradhishwa. Hakuna kilichobaki. Sasa kama hakuna lililobaki la muhimu, kwa nini Mwenyezi Mungu ateremshe aya hii kali nzito? Halafu atoe amri watu wasimame wamesharudi katika ibada ya Hija. Ibada ya Hija ni ngumu. Kwa wale ambao walobahatika kwenda wanaijua ilivyokuwa na uzito. Mashekhe hapa takriban, kina Shekhe Abdulazizi, washafanya taufiki hiyo, wanajua uzito wa Hija. Kuna kwenda Safa, wengine ndio maana wanakufa. Wakiwa huna nguvu, mbovu mbovu, huwezi kwenda kupiga jiwe pale, huwezi kwenda kuzunguka, utafinywa. Kwa hiyo watu wametoka katika ibada nzito ngumu Jua kali na kipindi kile hakuna magari, hakuna maesii, watu wanatembea kwa miguu, ni farasi na punda. Watu wametembea mwendo hawapungui masaa kumi, wanaenda wanasimamishwa kwenye jua kali. Mtume anataka kuwafikishia nini? ili tujue umuhimu wa hii siku, umuhimu wa hili tukio uzito wa hili tukio la leo, na ni tukio muhimu kwa sisi ambao tunali, tunalitambua. Kwa wale ambao wasiolitambua hawawezi kujua uzito wake. Sisi tunaoliadhimisha tukio hili, ni tukio muhimu. Kwa nini? Kwa sababu tukio hili ni kukamilika kwa dini, kukamilika

Katika alama za unafiki, katika dalili za mnafiki ni pale anaposhindwa kunyanyua sauti yake kumswalia ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. <laughs> Ni tukio la kutangazwa mrithi wa mtume mbele za watu kwa hiyo ni tukio la kuweka utaratibu wa Uislamu, utaratibu wa mambo yaende vipi baada ya mtume kuondoka. Yaani hii ni kuonesha kwamba Uislamu una taratibu, si jambo la ovyo ovyo kwamba kila mwenye nguvu achukua upanga amuue mwenziwe alafu awe kiongozi, yule ambaye atashinda atakuwa Amirul Mu'minin. La, Uislamu hauko hivyo Uislamu na utaratibu ni system iliyotimia yenye misingi. Kwa hiyo tukio la leo ni tukio la kuweka utaratibu wa mambo baada ya bwana Mtume Muhammad, na hili ndio tofauti yetu kubwa na ndugu zetu wengine, madhahibu wengine. Hii ndio sisi tunaitwa mashia kwa hili, si kwamba tuna jambo kubwa tumelifanya baya. Tumemkataa Mungu? La, tumemkataa mtume? La, mtume yule ni yule yule ambaye tunamwamini sote, Muhammad bn Abdillah salatullahi wasalamuhu alaihi. Mwenyezimungu ni mmoja, na taban wafuasi wa, wa Ahlulbeiti Mashia tuna itikadi safi juu ya Mungu ambayo haina chenga chenga haina hata chembe ya ushirikina. Sisi imani yetu juu ya mungu iko safi kuliko madhehebu nyengine zote. Wengine mara atakwambia anashuka siku ya Ijumaa katika mbingu ya kwanza. Mungu huyo uh, atakayeshuka vipi? Yani wengine sijui yuko katika sura ya kijana mzuri, mwingine uh, atakwambia ana mguu mwingine uh, atakwambia ana mkono, mwingine leo anasema ataonekana anashuka amepanda juu ya farasi. Mwingine anasema la, ataonekana siku ya kiyama watu watamuona. Sisi wafuasi wa Ahlulbeit, itikadi yetu juu ya Mungu la, laisa kamithlihi shaiun, hana mfano wa kitu wabitali, hawezi kuonekana kama kitu. Ambacho hakina mfano wa kitu, utakionaje kitu chenye mfano ndio chenye kuonekana, lazima kitamathali mbele hapo, ima mfano wa jua au mfano wa mwezi au mfano wa kitu chochote kile, ili watu wapate kukiona. Sasa kitu kama hakina mfano kinaonekanaje? Kwa hiyo sisi wafuasi wa Ahlul Bait, itikadi yetu yetu juu ya Mungu iko safi, hana mshirika, hakuzaa wala hakuzaliwa wala hana mfano wa kitu, kama Surati Ikhlas inavyosema kwa hiyo hatuitwi mashia kwa sababu tuna Mungu mwingine? La, au tuna mtume mwingine? La, mtume ni yule yule. Au tuna Qurani nyingine? hakuna Qurani nyingine. Alhamdulillah, katika mahufadhu wa Qurani wakubwa ni mashia. Sasa hivi ukenda Irani, mpaka watoto wa miaka mitano wamehifadhi Qurani hii hii. Wiki moja tuliopita amekuja mtoto amehifadhi kuliko kompyuta, amehifadhi Qurani kuliko kompyuta. Ile kompyuta inachelewa mpaka isachi, yeye hasachi. Ukimwambia tu baada ya kurasa kumi, anakuambia, wewe hujamaliza kufungua, yeye kashasema. Ni mtoto wa Kishia, hajahifadhi Qurani nyingine, amehifadhi Qurani hii hii. Kwa hiyo hatuitwi Mashia kwa sababu tuna Qurani yetu hapana. Hilo hakuna anayeweza kulithibitisha. Na siku wakifika, mashia wana Qurani yao, wanatakiwa wapewe dunia waiongoze, kwa sababu watakuwa wamewashinda watu wote, wamewashinda majini. Kwa sababu Mungu amesema, amefanya tahadi hata kwa majini kwamba kama wataweza kushirikiana majini na watu kuleta mfano wa Qurani basi walete, lakini hawatoweza kwa hiyo hatuitwi mashia kwa sababu tuna qurani yetu? La. Au tuna mtume wetu? La, mtume wetu ni ule ule. Na sisi ndio tunamswalia zaidi kuliko watu wote duniani salawatullahi wasalamuhu alaihi. Hakuna mshia inapita siku hakuna mshia inapita siku hamswalii mtume chini ya mara kumi hakuna, kwa sababu swala zetu zote zina kumswalia mtume. Ukikaa kwenye rukuu, ukimaliza tasbihati, unamswalia mtume, ukaenda kwenye sijda, ukimaliza unamswalia mtume hivyo. Kwa hiyo mashia tunaongoza kumswalia mtume, kwa hiyo hatuitwi mashia kwa sababu tuna mtume wetu. La, mtume ni Muhammad na tunamtukuza kuliko wengine, tunamswalia kuliko wengine, tunaamini kwamba na tuna tunampwekesha zaidi na tunamsifu. Sisi itikadi yetu mtume Muhammad hafanyi makosa, hakosei. Hiyo ndio itikadi yetu, tofauti na Waislamu wengine. Wao wanasema la, mtume anaweza kukosea, ni, ni mtu kama mimi na wewe tofauti yetu kwamba yeye anapewa wahai. La, tofauti ni wahai? wahai ndio tofauti? nyuki pia si amepewa wahai? nyuki Mungu si amemfunulia wahai? nyuki Maryam si amepewa wahai? ni mtume kwa tofauti yetu ni wahai? La, hapana. Kuna zaidi ya wahai, albashar. La, kalbashar ni mtu, lakini si kama watu wengine koo tuna imani nzito kuliko watu wengine juu ya Mtume. Tunaamini kwamba hakosei na hajapata kufanya makosa katika uhai wake. Hii itikadi hii huwezi kuipata katika madhhabu nyingine, kwamba Mtume kuna siku ameteleza. Kama itakuwa Mtume kuna siku ameteleza, vipi atakuwa kigezo Vipi tutaweza kumweka mbele, tumfuate katika kila dogo na kubwa? Kwa hiyo hatuitwi mashia kwa sababu tuna mtume mwingine. Mtume ni yule yule, na tunamtukuza zaidi, tunamsifu zaidi, tunampenda zaidi, na ndio maana tunakitukuza kizazi chake, ndio maana tumewaeka mbele watoto wake, ndio maana tumewafanya viongozi watu wa nyumba yake kama alivyotoa maelekezo. Kwa hiyo hatuitwi mashia kwa sababu tuna mtume mwingine. La, tunaitwa mashia kwa sababu ya hili tukio la leo. Tumeafanyia maneno ya mtume kazi, tumefanyia wasia wa mtume kazi kivitendo, pale alipomkamata mkono Ali akasema, man kuntu maulahu fahadha aliyu maula allahumma walil man wala waadi man ada whdhul wa man khazala. Huu ndio shia wetu tukaitwa shia shiatu Ali kwa sababu tumeamua kuwafanyia kazi maneno haya. Kwa hiyo anaposikia wale ni mashia si kama la wana dunia nyingine wamefanya maajabu. Hapana, tumeamua kuyakamata haya maneno ya hija ya mwisho ya Bwana Mtume aliyoyazungumza katika jangwa la Ghadir Khum, alipo tulipoyafanyia kazi maneno ya Mungu ya ayuha rasul baligh ma unzila ilaika, ewe mtume fikisha kile ulichoteremshiwa mwaka wa kumi. Afikishe nini? Alichoteremshiwa ameshafikisha swala, ameshafikisha saum, ameshafikisha zaka. Afikishe nini? Ambacho, ambacho, kama hajakifikisha miaka ishirini na tatu aliyofanya jihadi, watu wakauawa, watu wakakaa mayatima na wajane, kazi yote ni habaa manthura kama hajafanya lolote lile. Jambo hili ambalo tumelitengezea keki hapa, tukio la Ghadir, tukio hili, mtume anaambiwa, kama hujafanya jambo hili, tablighi yako yote haina thamani, haina faida. Jambo gani? La kumtangaza Ali ibn abi Talib salawatullahi wasalamuhu alayhi kuwa kiongozi wa Waislamu baada yake. Ndio maana Mtume akafunga msafara, akawasimamisha watu na akasema kwamba yule ambaye mimi ni kiongozi wake, basi Ali atakuwa kiongozi wake. Yule ambaye naondoka mimi ni khalifa wake, ni msimamizi wa mambo yake, Ali kuanzia leo mimi nikiondoka, atakuwa msimamizi wa mambo yake na yoyote ambaye ataenda kinyume na maneno hayo atakuwa na wadui na Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Allahumma, akaomba Mungu, walin man wala walah waadin man ada, yoyote ambaye atakamfanyia uadui Ali Ibn Abi Talib salatu Allahi wa salamuhu alayhi, huyo amemfanyia uadui Bwana Mtume wa Bitali, atakuwa amemfanyia uadui Mwenyezi Mungu subhanahu wa Ta'ala. Tumesema hii ni idi kubwa. Sheikh Shafi aliuliza kwa nini idi kubwa? Idul Adha tulioimaliza ya kuchinja, tulikuwa tukisherehekea baada ya Waislamu wenzetu ambao wamewapewa taufiki kukamilisha ibada ya Hija, tukasherehekea Idul Adha. Idul Fitri tumesherehekea baada ya kumaliza kufunga siku thelathini, tukasherehekea Idul Fitri

Neema ya Bwana Mtume Muhammad, ujio wake umekamilika kwa kutawadha Ali ibn Abi Talib abitalib salawatullahi wasalamu alaihi, kuwa ni kiongozi rasmi, na masahaba wote wakalishuhudia hilo na wakampongeza, wakampongeza kwamba leo, asbahta maulaya wa maula kullu muminin wa mumina, Ali, leo umekuwa ni kiongozi